kwa kusema Mheshimiwa Rais, huu ndio mkoa ambao kaka yangu Daktari Nchimbi atakuja kukuletea idadi ya kura nyingi zilizopatikana kwenye uchaguzi wetu. Haya anasema kwa, kwa sauti ya unyenyekevu mkubwa kwa sababu najua mkutano huu sio wa siasa, lakini nakuhakikishia Mheshimiwa Rais utapata kura nyingi sana. Na wabunge waliokaa wa mkoa wetu wako upande huu. Nafikiri naomba msimame tu Mheshimiwa Rais aone tena. Na mbunge mwenyeji wa jimbo hapa iko wapi? Mheshimiwa Gambo, kakaa wapi? Tunaye mbunge wa jimbo hapa mwenyeji kwa mheshimiwa rais. Najua mheshimiwa Gambo hapendi makubwa, atakuwa amekaa sehemu ya wananchi kidogo, wapiga kula. Kwa hiyo mheshimiwa rais, nimalizie kwa kusema umetupatia elimu ya matumizi ya nishati safi na matumizi hayo umenielekeza na hili nimeona niiseme mbele ya wananchi wote. Umenielekeza vijana na wapishi wote wanaochoma nyama katika mkoa wa Arusha, yale majiko walioyatumia jana niwapatie, kwa kuwa ni majiko mazuri, yanatumia nishati safi. Na mimi mheshimiwa rais na, na kuahidi ya kwamba kila wilaya wachomaji wa nyama watayapata hayo majiko na tutawapa elimu ya kutosha kuhakikisha kwamba kazi njema inayofanyika inaendelea kutunza mazingira yetu pia.